Hii ni sehemu yetu ya sita ya tamthilia yetu iitwayo Tafiti. Kumbuka, katika sehemu ya tano tafiti iligundulika ya kwamba kuna muda mtu haumpati unayempenda kwa sababu anayekupenda haumtaki. Baada ya kugundulika hivyo, Fedo akawa anamuuliza dada yake Maimuna pamoja na Paulo, kwa hiyo nifanyaje? Maimuna akamwambia naenda kampi nafasi yule binti. Basi Fedo akakubali. Basi wote wakafurahi pamoja, furaha iliunganika kwa sababu siku ya sherehe ya kumwaga Zumaira ilifika. Watu walifurahi pamoja, walikunywa na walikula kwa pamoja. Zumaira ilivyofika asubuhi, wakati wa kuondoka Fedo akawa anamwambia ndugu yangu Zumaira, chukua maneno haya yawe kumbukumbu kwako katika maisha. Sio kila anayekuonyesha jino ni mzuri kwako. Jizoeshe sana kumwomba Mungu, maana upo kwenye vita na watu ambao hujui uliwakosea nini na hujui wanataka nini kwako. Utakutana na changamoto nyingi sana, ila jua hizo changamoto ni sehemu ya maisha. Kisha na mama Maimuna pia akampa maneno ya kumwaga ya mwisho, akamwambia, mwanangu, kila hatua utakayoipiga kuna watu utawaacha, pia kuna watu utawakuta, usiwadharau uliowaacha, wala usiwaabudu uliowakuta. Akawa amemkumbatia pia Maimuna akawa na yeye anatoa maneno yake ya mwisho, akamwambia ndugu yangu, mie sina mengi sana, ila neno moja nataka kukwambia, kesho yako hujengwa na kitu ambacho unakifanya leo. Ukizorota leo, umeizorotesha kesho yako. Pambana kweli, ndugu yangu. Omega na yeye akawa anatoa maneno ya mwisho kumwambia Zumaira mimi nimekosa maneno ya kukwambia, cha muhimu ni kutakie masomo mema. Paulo na yeye akawa anamwambia maneno ya mwisho Zumaira, ndugu yangu usikose kuwathamini wale wanaotenga muda kwa ajili yako. Zumaira anawakumbatia kwa majonzi na machozi yanambobojika, anaangalia familia yake huku anaondoka kwenye gari. Paulo